Kwa leo tumekuwa na kikao kipana, kikao cha WDC. Kikao ambacho kisheria kinafanywa ni kikao cha maendeleo ya kata na ni kikao cha kisheria, lakini kwa maono yangu na kwa fikira yangu ya maendeleo ya kata ya Kibosho Magharibi, haendeshi tu peke yake na wenye viti wa vijiji, kwa maana mujibu wa ile package ya viongozi wa wa WDC. Unawafikiria watu wengi zaidi, maana yake wadau zaidi kwa hiyo nilialika wadau wengi zaidi kwa maana wigo mpana, nikapagua, nikapanua wigo kwa maana ya uh, wadau wa kati. Nikaangalia watu wanaoshughulika na maji ambao kwetu ni lowest, nikawaingiza kwenye kikao, nikawafikiria muasa ambao nao ni sehemu ya, ya maendeleo kwa sababu so, muasa nao wana chanzo chao cha maji hapa, nao tuliwaalika kinapa, tukawaalika tukawalipa tukawaalika na, na wadau wa APK ambao ni African Plantation, ambao wanashirika na kilimo na KNCU. Tukawaalika pia na board za KNCU ili wawepo. Lakini vile vile nika stretch zaidi kwa maana mpango wa maendeleo ya ya kata, nikawaita walimu wote wa primary na secondary wenye viti. Lakini vile vile nikaalika wa majirani wa eneo jirani a jirani, pamoja na wengine Okaone lakini japo okaone, okaone, hawakuweza kufika lakini wenye viti wa Narumu wameweza kufika. Maana yake tunapangua wigo kuangalia eneo mtambuka kwamba ili tuweze kucompare notes ni kipi ambacho kinafanyika huku na ambacho kinaweza kufanyika sehemu nyingine na tukajifunza nini kutoka kwa wenzetu. Mwanzo sababu nimefanya WDC ya kwanza kwa style hiyo. Kwa maana ya kwamba kwa kwa kwa tupate wigo mpana na ushauri mpana wa yale matatizo. Vile vile tuliandika watu wa TAHA. Hawa ni watu wa TAHA, ni watu wa kilimo. Maana yake tuwe nao ili waweze kutueleza na wao wanafikiria nini kwenye maendeleo ya kilimo kwenye eneo letu mtambuka, na pia TARURA na, na, na TANROADS tumewaalika, japo hawakuweza kufika, lakini hao nao pia ni wadau. Kwa hiyo tumefanya hivi kwa sababu nimeamini, ninaamini kwamba huwezi kuwa na kikao cha maendeleo ya kata alafu ukajifungia ndani ya ya, ya wigo wigo mdogo ukasema bwana nahitaji tu wale wenye vitu wa vijiji na wale watendaji mkapanga mambo yenu. Hamtapata jawabu ya tatizo la, la kata yetu. Majawabu ya, ya matatizo ya kata yetu yapo ni yanatokana na wale wadau, na hii ninaisema hivi kwa sababu nataka pia uwazi ya mambo yanayoendelea kwenye kata. Kwa mfano lowest tumwaleta lowest kwa sababu wao ndio wadau wa maji, ndio wanatuletea maji. Tuna mambo ambayo yanalalamikiwa na wananchi pasipo kupata kwao tutabiki na sisi tutageuka walalamikaji, badala ya kudua ni watu wa kuleta, kutafuta suluhu, na sisi tunageuka walalamikaji. Lakini wamekuja nao, wamesikia kilio cha wananchi, nao wanaenda kufanyia kazi kilio cha wananchi. Ndio sababu tuliwaleta wadau kama, lakini nao wametufundisha, ni mambo makubwa. Tumefahamu mambo ambayo tulikuwa tuyafahamu. APK African Plantation, wao ni wadau wakubwa wa kahawa hapa kwetu na lakini leo, angalieni faida tunayopata leo. Ni kwamba wale wamekuja kwanza wata, kuna mambo mengi wametuambia, wana mahindi ambao wanapeleka mashuleni, mkarudi magunia mia tano yanapelekwa mashuleni. Haya tungeyapata wapi? tungekuwa tunasikia kama hadithi, lakini leo tumeambiwa na mdau mwenyewe na mwenye mali mwenyewe kwamba tuna mahindi anatuletea leo tumeyapata. Maana yake yale mahindi sasa yataenda kugawanywa kwenye mashule pasipo kusumbuka, na fedha zinazokuja kwa ajili ya maendeleo zile CRS zinaingia hapa, tutazipata sasa, kwa sababu wanaenda kuweka mpango wa kutueleza kwa sababu na wao wana cu ya kuonesha nini wanachokifanya kwenye, kwenye, kwenye kata yetu na wamekuwa ni wadau wetu zaidi ya miaka 15, lakini hakuna mahali imeandikwa EPK wamefanya nini. Lakini wao wamefanya vitu vingi, vingi. Lakini wanasikitika kwamba hakuna mtu amekuwa akiwashirikisha kwenye masuala ya maendeleo, lakini leo wamefurahi kushirikishwa kwenye mambo mtambuka na mambo makubwa hayo ya maendeleo. Lakini vilevile tumebadilishana experience kati ya walimu wa, wa sekondari na walimu wa primary, na leo tuna, hii experience tumebadilishana hii inatusaidia sasa kupanga mipango mizuri ya maendeleo ya kata yetu. Tumeangalia kama wadau wa, tunakuja na wa mpango wa elimu, mpango wa elimu ambao utakuwa chanya sana kuwasaidia kupunguzia kuwapunguzia wazazi mzigo wa michango. Tukishapunguza mzigo ya michango, maana yake ni wazi kwamba, kwa kuwa tutakuwa tumeshaelewana lugha, tunaongea lugha moja na watendaji, tunaongea lugha moja na waalimu, tunaongea lugha moja na wadau, inakuwa ni rahisi sasa kuleta maendeleo. Sasa kuna watu wanauliza ni kwa nini Deo, wananchi au watu wamekuwa na shauku sana ya kukupa ya kuku, ya support? Maanake wadau wengi wamekuwa wakinipa support, support kwa namna nyingi tofauti tofauti. Kwa sababu gani? Kwanza ni ile imani wamejenga na utendaji, kwamba tumeshaonesha kwamba chochote tunachokifanya kama ni barabara, tunajenga tunajenga kweli na wanaona matokeo chanya. Kama tunasema tunasimamia ujenzi wa choo tunakisimamia mpaka kinakamilika. Kama mnavyoona Umbwe primari, kipaka leo choo kipo kwa sababu tumesimamia, tumekimaliza. Hatupigi bla bla, tunafanya kazi ambazo zinaeleweka. Kwa hiyo wananchi wengi wanataka wa kuona kitu kinaitwa kwa kizungu wanasema value for money, kwamba kweli hela zao wanazozileta kwa ajili ya maendeleo zinatumika kwa mpango wa maendeleo na hakuna ubadhirifu unaotokea. Na hii tunawajengea mpaka uwezo watendaji, tunawafanya wajisikie amani na uhuru wa kufanya kazi pamoja na wenye viti wa vijiji na, na, na, na vitongoji na kuwaleta pamoja. Hii kupanua wigo wa kufanya kazi pamoja ni kutengeneza umoja wa kwetu, ili kata yetu iende kwa spidi nzuri zaidi. Na ukimsikia mdau sasa hivi ukizungumza wadau ambao waliokuja, na mmeona tumeleta wadau kabisa kutoka nje, ambao watu ambao sio viongozi, watu ambao wametoka nje kutoka nyumbani kwao wamekuja, lakini wamekuja wamekana, sababu ni nini? Tunataka wakisikia kwamba wasikie mipango yetu na wajue pesa tunapata wapi, ili nawao wakituchangia, wazione hizo pesa zinafanya kazi na wasiwe na, na, na, na wasiwasi wowote kwamba kuna mahali ambapo hela zao zitaenda kutubika. Kubaki kinachotokea kwenye maeneo mengi ni kutokuwa na transparency, maana yake kutokuwa na uwazi. Kushakosana uwazi, maana yake hata wadau hawawezi kuchangia, lakini tukiwa na uwazi tutachangia. Wengi ni mashahidi, kwenye kata ya Kibosho Magharibi tumechimba barabara kilomita 13 kwa nguvu za wadau kabisa. Wadau wakaweka wakakodisha grader, wadau wakaweka mafuta, wakalima kilomita 13 zikalimwa vizuri. Sasa na wataichi wakapita kipindi cha Krismasi cha mwaka jana, wakaona kweli kuna hali ambayo inawapa matumaini kwamba kuna watu wanaweza wakatumia hela zao wakatumia hela zao kwa ajili ya maendeleo na wakaziona hela zao zina, zinafanya kazi. Hicho ndio kinanipa confidence na kinanipa nguvu kwa sababu wadau hapo. Lakini niseme jambo moja la muhimu sana, kata ya Kibosho Magharibi ni kata mama na nimezungumza mara nyingi watu waelewe. Ndio kata yenye maamuzi ya, ya kisiasa. Ukiwa kwenye kata ya Kibosho Magharibi unazungumzia vijiji kumi unazungumzia takriban wananchi wenyewe peke yake elfu ishirini na sita ambao wanapiga kura. Maana yake unazungumzia kata ambayo ina nguvu na ina ushawishi kwenye Moshi DC, lakini ndio kata yenye mlima Kilimanjaro. Kikao hiki kimekuwa na utofauti. Utofauti wake upoje? Utofauti wake upo kwenye vipaumbele ambavyo Mheshimiwa diwani wa kata ya Kibosho Magharibi amevileta. Kipaumbele chake cha kwanza kama alivyoeleza kwenye kikao chetu ni elimu. Uh, diwani wetu wa kata ya Kibosho Magharibi ameweka kipaumbele cha elimu. Amekaribisha wadau wengi sana, ambao wadau wengi waliokuja leo tunavyoangalia kwenye nyanja ya elimu wamekuwa ni wachangiaji wakubwa sana wa maendeleo ya elimu kwenye kata hii ya Kibosho Magharibi kuanzia ngazi ya chini ya elimu, yani nikimaanisha elimu ya msingi na elimu ya sekondari. Yameibuka mambo mengi sana, kama ulivyosikia kwamba kunaibuka, anatamani hata kupata shule ya advance ambayo iko ndani ya kata ya Kibosho Magharibi. Kwa hiyo mimi nafikiri mdau, mchango wa wadau waliokuwepo siku ya leo, wadau wa elimu, vyama vya ushirika ambao wame wamejielezea wa kiundani namna gani watasaidia elimu kukuza elimu ndani ya kata ya Kibosho Magharibi. Kwangu mimi imekuwa ni jambo jema na naona ni kipaumbele kizuri sana kwa sababu watoto wetu, wadogo zetu ambao wako katika taasisi hizi za elimu, tunawapa kipaumbele ambacho hiki sasa kinasaidia kuondoa umasikini, pombe za asubuhi, ulevi na vitu vingi tofauti na elimu. Unaona, mheshimiwa diwani amekuwa leo na agenda nyingi sana mpaka muda wetu umeshinda kututoshea, kwa sababu ameeleza pia swala la kilimo namna gani ambavyo ataimprove nyanja nyingi za kilimo, vijana wafanyiwe nini ili kuingia kwenye kilimo, kujikwamua kiuchumi na kuondokana na changamoto hizi ndogo ndogo ambazo wanapata. Kibosho Magharibi ni kata ambayo imebarikiwa sana, ni kata ambayo ina vyanzo vingi sana vya kilimo. Tukisemea mifereji, tuko karibu na mlima Kilimanjaro, kwa hiyo maji kwetu sio shida. Kwa hiyo ni elimu tu ambazo wadau wa leo wata watazisaidia kuongezea kwa hawa vijana, ili kutusaidia vijana wetu pia kupata elimu ya kilimo. Mimi ukweli ni mkongwe kwenye masuala haya ya vikao vya WDC na mikutano mbalimbali. Tofauti ya mkutano wa leo na mikutano mingine ya WDC iliyopita, kwanza leo mheshimiwa Dione amejaribu kuleta watu pamoja, akaleta watu wa kada mbalimbali na hata watu binafsi kwa ajili ya kupata mawazo yao. Tumejaribu kushea mada zilizokuwepo tumepata mawazo ya watu ya katika departmenti mbalimbali lakini lakiniya watu binafsi, na pia diwani ametupitisha kwenye mpango ambao pia ni mawazo yake, akahitaji tushanganye na kwetu kwa miaka mitano ijayo, kwa maana 26, 27, 28, 29, 29, 30, na ule mpango kama Mungu akijalia tukaweza kushikamana na kwenda pamoja, ni kweli lazima kata yetu tabadilika. Kata yetu tabadilika kwa sababu mpango wa diwani Umegu, umegusa kila sekta, kama ni kwenye elimu, kama miundombinu, kama ni maji, kama masuala ya ulinzi na usalama, kilimo, mifugo na kadhalika. Ingawa yeye mwenyewe amesema kuna vipaumbele vingi, lakini yeye kimojawapo kwa kipindi chake hiki ni elimu, elimu, elimu. Lakini pia nikilinganisha na vikao vingine, nilichoweza kuona cha tofauti ni huo ushirikishwaji si kwamba madiwani wengine walikuwa washirikishi, lakini walikuwa wanashirikisha watu wachache, lakini leo nimeona kila departmenti imeguswa, kila idara imeguswa na hata ya mtu binafsi tumeweza kujifunza, lakini pia tunaweza kuziweka bayana baina ya pa, pande zote mbili sisi, lakini pamoja na kata kwa ujumla, hususan kimsingi. Ukiangalia kwa mfano, kwenye utaratibu wa michango ya jamii inayotoka kwenye nyama ya ushirika, hapo tayari pande zote mbili zilikuwa zinakosa uelewa, namna gani michango ile inachangiwa, nani, wakati gani ichangiwe. Lakini kupitia kikao hiki msingi ndani, hata katika mawasilisho pande zote mbili ziliweza kupata uelewa mkubwa kwamba kumbe kwa namna gani michango hii inachangiwa na vyama vya ushirika, lakini na wao wadau ama kama kata ama vijiji wanatakiwa wafate taratibu gani. Ndio maana hata kimsingi pia, mheshimiwa diwani, bado anaendelea kutambua nafasi hii kwamba hata anapoenda tena kikao kingine cha dharura, basi ameona anatambua ule umuhimu tena wa kuona na sisi kama wadau kuendelea kushiriki katika vikao ili tuweze kuendelea kujendelee weza kuendelea kujengeana uelewa na ule uwazi jinsi ya kutekeleza mambo mbalimbali ya kimaendeleo baina yetu sisi na kata kwa ujumla. Kwa hiyo kupitia kikao hiki msingi naona kabisa kimefunua mambo mengi na kinaendelea kuleta ile chachu ya maendeleo baina ya pande mbili ya pande zote mbili. Ni kikao changu cha kwanza WDC kushiriki, lakini vingine huwa anakuja mwalimu kuna anatupa habari, ila hakuna kilichopendeza kama cha leo. Kwa sababu gani? Mimi nimpongeze mheshimiwa diwani, amejitahidi kuwa na wadau hata ambao ni nje ya wajumbe wa WDC, amejitahidi kuwa na wataalamu wengi ambao hata ni nje ya wajumbe hili limeleta chachu, limeibua mambo mengi na inaonekana wazi ni jinsi gani alivyo na uchungu na maendeleo ya kata ya Kibosho Magharibi, ni jinsi gani alivyo na uchungu na wananchi waliompa kura.